Benzi subscriber, asanteni sana tena, karibuni. Hii ni jeshi la mtu mmoja. Walio subscribe na washukuru sana niko elfu moja na mia tano na sita elfu moja mia tano na sita subscribers, asanteni sana. Wale hawaja subscribe tafadhali naomba mfanye hivyo ili tupate kusonga mbele ya yeah. Tunaendelea kuiboresha polepole polepole, mtakuja kuona na mtakuja kuchangamka. Yangu sizungumzi propaganda yangu, nazungumza matokeo yanayotokea. Mpenzi subscriber, nasema vita kati ya ya Muiran na Israeli ambazo zilichukua siku kumi na mbili bado zili zimetulia tu, lakini bado zipo, si ati vita vimekwisha ama uhasama zimekwisha. Hii nasema ni break, yani he? Mapumziko, wakati wa mapumziko mafupi, yani break time, mko mnajua shuleni he? Mkiwa shuleni class kwa darasa, alafu saa zingine <laughs> unajua kuna ile wakati ile mnaambiwa muende nje kule, mkapigwa na upepo dakika kama kumi ama tano ama nini, hiyo ni break time. Alafu kisha mnarudi kwa darasa, ama unaona watu wakipigana dondi, alafu kisha baadaye watu wana, kengele imepigwa, watu wameanza eh, mwenye anaenda kunywa maji, mwenye, ama wakati mkuna, mkuna, mkuna football mnacheza soka Unaelewa wakati mnaambia, sasa break ni wakati wa mapu, mapumziko wa, wa muda sasa. Katika hivi vita vya vita amba kwamba vilifanywa vili, vili kule hmm, dhidi ya Iran Israel na Marekani, hizo vita mahali zilifika zime wako kwa ile break time ile mapumziko lakini bado no. Unajua wakati wa mapumziko eh? wa dharura ama mapumziko eh, uh, wa muhtasari ama mpumziko ile dakika moja mbili, huwa eh, saa hizo unaambiwa na kocha wako e, eh, fanya, ukienda kule mtandike hivi mtandike hivi fanya hivi unamu, hapo umefanya makosa hapo hapo, unaona umelemewa, lakini hapo rekebisha hivi na hivi na hivi na hivi sasa. Kwa <coughs> upande wa Israel Marekani na wale wadadisi wa kisiasa na wale wa, wale ambao wanashughulika na mambo ya kupanga CIA na Mossad na nini wasema hapa na, na, na, na hapa na hapa na na, na, na, na, vile, vile. Sisi tulikuwa melala ama wanalala kitu ambao kwamba wamefanya tangu wakati huo mpaka sasa na kuiboresha eh. Wamekaa wakaona, hapa tulipigwa hivi, hivi tulifanywa hivi, hivi, hivi, na mambo kama hivi tulirekebisha sasa. So kila, kila mdu <laughs> utakuta saa hizi wako tayari, wana wanajiandaa kweli kweli. Mpenzi subscriber, wakati dunia ilipokuwa inaenda katika likizo ya Krismas ama na malikizo ya, ya kumaliza mwaka, kuna matukio ambayo kwamba ilitokea, watu wengi hawakujua, wachache tu ndo walijua ya kwamba Benjamin Netanyahu alisafiri kwa mwaliko wa Donald Trump kule Marekani, si kwa ikuli ya White House sehemu yake makazi yake ya kibinafsi kule Florida, marala marala marago, marago, marago. makazi yake ya kibinafsi yani private residence. makazi yake binafsi, mkutano huo ilifanyika kule hata wakaruka mwaka wakiwa kule. Mwona ukimwona waziri mkuu wa Israeli ametoka ka nchi yake, akapanda ndege, akavuka hizo sehemu zote hizo nchi, akienda Marekani kukutana na Donald Trump, ujue ya kwamba kuna kitu inaiva, si bure, na mengi ya hiyo vitu inahusiana na Iran na pengine Somaliland pengine Yemen pengine Hamas na Wapalestina. Umenielewa, mpenzi subscriber? Mkutano huu haukufanyika katika ikulu ya White House, ilifanyika kwa sehemu yake makazi yake ya kibinafsi ya Marago ya Donald Trump. Walichokiongea haikujulikana wameongea nini, lakini wadadisi kule Marekani wa kisiasa na Israeli walisema hiyo ina uhusiano na msukumo wa Israel kwa, kwa Donald Trump ya kwamba wamalize vita waende wakamalize vita kwa kumtandika mwirani. Kwa kumsambaratisha mwirani, kwa kumkomoa mwirani, kwa kumpiga mwirani, kwa kumbomoa mwirani, kwa kumchapa mwirani, umenielewa? Kuna matukio ambayo kwamba yametokea Iran, matukio ya watu kufanya maandamano barabarani kwa sababu ya matatizo ya kiuchumi kule Iran. Iran wamesema, viongozi wasema hiyo ni uchochezi ya Mossad na CIA, wamechochea mvurugo katika ule nchi, na serikali ya Iran haikukaa hivi hivi. Watu walipojitokeza barabarani, serikali iliingia na maviboko kuwachapa, si watu wengi, ni watu wachache tu, ilikuwa wachache, lakini ukaona BBC na CNN na Niza Magharibi kaifanya iwe kubwa. Donald Trump akasemaje? akasema ikiwa Iran mwanawachapa watu wake raia wake, sisi tutaingilia na kuwaokoa raia hao wa Iran, yani kuwaletea uhuru <laughs> Donald Trump amesema kwamba ataingilia huko kati. Sasa kuna uwezekano, kuna uwezekano ya kwamba mkutano uliofanyika na Benjamin Netanyahu pamoja na Donald Trump ule marago Marekani, kuna uwezekano wakati wowote, wakati wowote, mpenzi subscriber, Israeli na Marekani kumtandika na kumkomoa Iran, wakati wote kuanzia sasa, kuanzia juzi, kuanzia jana, kuanzia kesho, anytime Israel and American will start bombing attacking Iran any time. Menielewa vile na kuambia, mpenzi subscriber, hii si mzaha, hii si content, hii si sarakasi. Nawambia hii si story, hii ni ukweli. This is real, there is possibility American and Israel attacking Iran once again and they want to do it once and for all. Wakati huu wanataka kuhakikisha wamemsambaratisha mwirani kabisa, sababu wakati walipompiga wakati wa kwanza hawakuisambaratisha yote, ilibaki sehemu ile ambapo walikuwa wanaitaka kuitarajia kuimaliza, hawakufaulu na saa hizo wanasema wanataka kwenda kuimaliza, lakini wawezi wakaenda hivi haraka haraka hivi, lazima kuwepo na sababu ya wao kwenda kule, na sababu ya wao kwenda kule wametengeza eh, kamvurugo kamvurugo, uchochezi kwa raia wachache kule Iran wafanye vurugu na serikali, serikali ije iwatandike, alafu aseme oh, unaoa, oh, raia wako, sisi twaja. Ndio uliona juzi na leo, na siku mbili tatu hii kuna mavurugu mvurugano ya raia kule mchafuko. Sasa Donald Trump amesema sisi twaja kuokoa raia, maanake Iran inawaua inawapiga na inawakandamiza <laughs> raia wake. Sasa, hapo ndio watapata mpe mpenyo ya kuanza kupigana kisingizio kumpiga Mwirani. Kufikia hapo, nafikiri mshanielewa. Kwa hivyo, mpenzi subscriber, kilichompeleka Benjamin Netanyahu Marekani kukutana na Donald Trump, Israeli ilienda kumuomba na kumsihi Marekani kumsaidia Israeli kurudia na kummaliza Uirani. Sasa kuanzia wakati wowote, any time, kule vita vinaweza kufanya nini? Vikauzuka upya kati ya Israel Marekani kwa upande mmoja na Iran. Penzi subscribe, Iran pia naye mnajua hawezi akakaa bure kuna kambi ya jeshi ya Marekani kubwa zaidi Qatar, kuna maslahi ya Marekani sehemu hizo zote. Hiyo haiwezi kuwa vita vya Iran na Israeli na Marekani peke yake, itaathiri eneo hilo lote, na kiathiri eneo hilo lote, itatuathiri na Afrika na sehemu zingine, kwa sababu wengi nchi dunia inategemea rasilimali ya mafuta na biashara tayari. Huku Ulaya wameanza kujipanga, wameambia watu wajiandae <laughs> maisha yende ikawa magumu huku Ulaya. Sasa mpenzi subscriber wasemaje kuhusiana na hilo? Maanake wakati wowote vita vinaweza kuanza upya kati ya Israel moja na Marekani kwa upande mmoja na mu Iran. Hayo yanakuja baada ya kuna habari inasema mke wa Benjamin Netanyahu Sara tayari yuko Florida. Amekimbilia kule. Mke wa Benjamin Netanyahu yuko Florida. Kijana wa Benjamin Netanyahu yuko Marekani kule Miami kuna gazeti na waandishi wa habari kule Israel, wanauliza huyo mke wa Benjamin Netanyahu na kijana yake anafanya nini kule Marekani? Je, hii itaweza kuwa ni tayari Benjamin Netanyahu amehamisha familia yake Marekani kwa kitu ambao kwamba sisi hatujui. <laughs> ndio anajiuliza hey. Tayari Benjamin Netanyahu ameshahamisha familia yake. Je, mnuko wa kunuka wa vita vinaenda vin, kuanza ama la. So vita vinaweza kuanza wakati wote kuanzia sasa kati ya Israel Marekani upande mmoja na Iran. penzi mpenzi subscriber subscribe. Uh, bwaga comment jameni, munishike mkono angalau ni pande pande niko, pande. Niko elfu moja mia tano na sita angalau isonge songe kidogo nitashukuru. Kwa wale ambao kwamba me subscribe, asanteni sana. I don't take this for granted, please subscribe comment and uh, like and uh, throw some you can, as well share this as we grow together. Thanks a lot, tukutane kwa kwa video nyingine. Mimi ni The One Man Army TV.